E bwana, hii leo ndio siku ambayo ilikuwa inasubiriwa kwa hamu kubwa sana na mashabiki wa soka uh, penginewe duniani kote, kulingana na hadhi ya mashindano yenyewe. Ni kombe la shirikisho uh, barani Afrika ambalo linahusu vilabu vinavyoshiriki katika ligi ambazo uh, zimepitishwa katika misingi iliyoleta mabingwa ambao waliweza kushiriki michuano hiyo. Sasa, leo ni Pa ya Berkane hivi leo majira ya saa 4 za usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Simba, hizi ni rekodi kadhaa kuelekea katika mchezo huo kati ya timu zote mbili, ya Simba na Simba Sports Club wapo kwenye safari ya kihistoria kwa mara ya kwanza kwa miaka 32. Simba ameingia fainali ya kombe la shirikisho la CAF, ikiwa ni fainali ya pili kubwa baada ile ya mwaka 1993, fainali za kombe la CAF waliipoteza dhidi ya Stella Abidjan. Lakini mbele yao safari hii ni kuta imara za RS Berkane, kiboko ya michuano hii, kati ya misimu saba iliyopita, wametinga fainali ya kombe hili la shirikisho CAF mara tano na kutoa mara mbili. Mechi ya kwanza inapigwa hii leo Mei kumi na saba pale Moroko, katika uwanja wa manispa ya Berkane, Stadi Manispo d Berkane, uwanja unaofahamika kwa presha na rekodi ya kibabe Afrika. Mechi ya kwanza fainali inapigwa leo katika uh, kabla ya mechi ya Mei 25 Dar es Salaam ama Zanzibar, ikisubiriwa taarifa rasmi kufuatia utata wa uwanja ambao utatumika. Hii si fainali ya kawaida kwa Simba, ni nafasi ya kuandika historia, kuvunja hofu ya, ya timu za Afrika Kaskazini na kuweka misingi ya mataji, lakini kuweka msingi wa taji lao la kwanza kabisa la CAF. Dhamira ni moja tu, kuondoka Berkane wakiwa na matumaini kabla ya marudiano Dar es Salaam Mei 25. Safari ya Simba kuelekea fainali hii haikuwa rahisi, lakini rekodi yao ugenini msimu huu, japo si ya kuridhisha sana, imefanikiwa kuwafikisha hapo walipo. Walianza katika hatua ya awali kwa kutoka sare ya sifuri kwa sifuri dhidi ya Al Ahli Tripoli ya Libya, ya Libya katika hatua ya makundi ugenini walicheza dhidi ya Constantine, uh, ya Algeria lakini pia Bravos Doma Quiz ya Angola na walipata ushindi muhimu wa bao moja kwa sifuri ugenini dhidi ya, uh, Faction Sare dhidi ya Bravos ya moja moja lakini wakapoteza dhidi ya Constantine kwa bao mbili kwa moja katika robo fainali walikumbana na Almasri ya Misri na kufunga bao mbili kwa sifuri timu ya Simba sasa katika mechi zote sita za Simba za msimu huu Simba amefunga mabao matatu pekee na kuruhusu mabao matano hata hivyo uwezo wao wa kupata matokeo ya kiufundi na kulinda Shima ugenini imeonyesha timu iliyokomaa kisoka na kiakili. RS Berkane uh, RS Berkane si wageni katika fainali za CAF. Yenyewe anajivunia ngome imara iliyonayo kla, uh, klabu hiyo ya Moroko inacheza fainali yake ya tano ya kombe la shirikisho la CAF katika kipindi cha miaka saba. Wewe imecheza fainali mwaka 2018, 2019, 2020 na 2022 na, sasa na 2025 dhidi ya Simba ikitoa ubingwa mara mbili 2020 na 2022, 2022 pamoja na ubingwa wa CAF Super Cup mwaka 2022. Kwa sasa pia ni bingwa mtetezi wa ligi kuu ya Morocco Botola Pro, baada ya kuwashinda vigogo kama Wydad Casablanca na Raja Casablanca kwenye mbio za ubingwa. Simba yenyewe ikiwa nafasi ya pili kwenye ligi kuu ya Tanzania nyuma ya Yanga. Rekodi ya ya Berkane nyumbani kwenye michuano ya CAF msimu huu ni ya kutisha mno. Wamecheza mechi sita katika dimba la Stade Municipal de Berkane bila kuruhusu hata bao moja. Katika raundi ya pili kuelekea makundi, iliichapa tano bila Dadje ya Benin kwenye makundi pia ilichapa tano kwa sifuri Stellen Boschi ya Afrika Kusini, hawa ambao Simba walikutana nao nusu fainali. Ikashinda bao mbili kwa sifuri dhidi ya Lunda Sal ya Angola na kuicha pamoja bila uh, Stedi Malieni ya pale Mali robo fainali. Ikashinda bao moja kwa sifuri dhidi ya uh, asek Mimosas ya Ivory Coast kabla nusu fainali kuizaba Constantine ya Algeria bao nne kwa sifuri kwa jumla. Amefunga mabao kumi na nane kwenye msimu huu na hawajaruhusu hata bao moja. Mara ya mwisho kufungwa bao nyumbani katika michuano ya CAF ilikuwa ni Mei 12, 2024, walipolala mbili moja dhidi za ya Zamalek ya Misri kwenye fainali ya kombe hilo msimu uliopita. Msemaji wa Simba Ahmed Ali anakiri wazi ukubwa wa kazi walionayo mbele yao. Tukimnukuu anasema, matumaini yapo, lakini lazima ukweli moja waseme pinzani wanaokwenda kucheza naye ni mpinzani mgumu kweli kweli, lakini leo wamesema wataishangaza Afrika kwa kuwa wanataka kuweka heshima Simba, anasema hivyo. Kwa hivyo Simba wanaelekea kwenye moja ya viwanja vigumu zaidi barani Afrika. Je, Simba ataweza kuvunja ngome ya Berkane?